Mi naishi Mlekeni kijiche Mwakingali, lakini Mlekeni mm. na Mlekeni nanika nguo zinalala mpaka asubuhi, hakuna mtu nachukua hata sandals, lakini mm. leo Mlekeni iliharibika. mm. Mlekenyi iko na Sodom Gomora, iko pale banki, na madawa ya kulevya ya kila aina inauzwa pale Kwetu Mwakingali hapo kunaitwaembakazi pale, kuna pombe imelemea pale. Vijana yani wanakunywa pombe ile, hata tasikitika watoto wetu ka sa hmm. na sioni kama ni maskari wakienda, sijui anavogwaka, mbona huo haiondoki una hai, hai na unasikia maskari wameenda pale hmm. lakini bado pale vijana hu aanaitawarangin ah, hapa vijana hmm. hawapungui, yani unakuta kama <laughs> pale ni kama yani, kama makao hapo wameweka vitu vyao wanaketi. Yaani hawaondoki hapo. Mimi hapo sijui kama serikali inaweza kusaidia vipi hapo. Siri zote ziko pale kwa mzee mtaa. Na hakuna mzee mtaa ajui siri yote hata kama ni mwizi, ni mchawi, ni nini anajua, lakini kuna wengine wanaogopa kusema hii kitu hii ni kwanza kutoa nje ndio ndani. Ulijuaje? Sasa wengi wanaogopa serikali bwana. Eh, kuna mambo mengine pale huwezi kuingia mzee mtaa, unaona ukiingia sasa itakutia ndani hiyo mambo inatendeka hapa mitaani. Kwa hivyo ni sisi tunafanya yale inahusika, tunapiga ripoti kidogo, kiona mambo mezidi, kama bangi hizi za ulevi, hizo za ulevi. Najua mzee mtaa ukienda sana utamalizwa, unapigwa kabisa. Sasa mimi sina bwana, sina nini, nitakula nini? Sina kazi

wa wow. usahanda mm, hamtupei. Sasa tuko na hiyo changamoto mm -hmm. shimtatusaidiaje? kio mdogo na wakati nilikuwa nasikia wazee veni mwana wazee wakukalia kesi fulani fulani za kijiji, mm. na wakati mwingine utasikia ametozwa mbuzi inatajwa ni mbuzi, sijui kama ni mbuzi hmm. Mee ama mbuzi hela Hame, alikuwa na mgogoro na mke wake au na bwana mwingine jirani, ametozwa faini ya mbuzi, alipe mbuzi. Wakati mwingine unasikia ametozwa hata sukari, ilikuwa inatajwa. Siku moja nikamuuliza mama yangu mzazi, alikuwa anajua mambo yanayojiri kijiji na anahusika kijijini, nikamuuliza. Nikiwa mdogo, nauliza swali mbona sijaona moshi wowote ukifoka huko kwenye kijiji, kama hiyo mbuzi imetolewa, mbona sijaona moshi, yaani kama imechinjwa, watu wanakula? Akacheka, lakini kwa yote mazungumzo, nilielewa kuwa hizo adhabu zili kuwa zinatolewa zilikuwa zinafanya kazi na zinanyorosha watu, adhabu wamepewa maanake, zilikuwa ni kesi za vijiji na zinaibua nini, fine fulani fulani ya mbuzi ya kuku ya nini. Na enzi hizo sasa, sijui kama kulikuwa na marupurupu fulani walikuwa wanapata wakiamua hizo kesi. Sijui labda mzee Goa unajua kama walikuwa na waki toza faini mtu fulani aadhibike, aadhibiwe na wanakijiji, kamati ya kijiji au wanakijiji, au kamati kwa niaba ya kijiji, wakitozwa hiyo mbuzi, ni nani ilikuwa inamwendea nani hiyo mbuzi? Hiyo sukari ilikuwa inamwendea nani? Hiyo kuku ilikuwa inamwendea nani, jogoo kwa mfano? Nafikiri vile naelewa kidogo kiasi, sielewi sana, maana wakati wangu ilikuwa hatutozi hizo mbuzi. Haya yalikuwa kabla ya mimi, lakini ilikuwa wanapatana, kama ni mbuzi wanakula pamoja, wanaitana, wanakula kitu kubwa kama mbuzi. Sasa huku labda walikuwa wazee wa mtaa ndio wenyewe wanaachiwa, ilikuwa si watu wengine, maanake hatujaona kwa kijiji, hatu watu wanakula kuku, hiyo ilikuwa wanafikiri wazi wa mtaa. Sasa mi ningependa kuuliza bwana manyumba nyumba kumi, sisi na wazee wetu wa mtaa tunafanya kazi ngumu. air time ni sisi ya kumjulisha mzee wa mtaa, mzee wa mtaa amjulishe chifu <coughs> kwamba kuna kitendo kimefanyika hapa, na kama ni mambo ya polisi, utatafuta tukutuku, maana pikipiki utaweza kuweka ule gaidi, mtafute tukutuku na mumgadi mpaka police station. Mkifika pale, mambo ni mawili, alete kotini ama awachiliwe pale pale. Ile gharama ya tuk tukutuku, mimi nyumba kumi ndio nilipa ama tumeshirikiana na mzee wa mtaa na wale wachache wako pale mm -hmm. Tunamleta mpaka hapa, lakini tunauliza ndani ya ile vijiji mm -hmm. na ndani ya zile nyumba kumi yangu na ya mwenzangu mpaka kwa mzee wa mtaa yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mshara wetu ni nini? Kwa nini hatuwezi kuambia nyinyi nyumba kumi, wazee wa mitaa, police community, mshara wenu kila mmoja, kama ni gunia ya mchele, pateni tatu nyinyi tatu inalengana kile kijiji kiko vipi na nyumba kumi ni wangapi, lakini kama ni gharama tunaingia maji, unabeba <totipati> <totipati> au, au, na chupa kutoka kwako. Huna ishirini ya kununua maji? hao hao wanaowachagua, kuna wakati huwa mnaketia swala hilo kufanya mchango? kwa mfano <totipati> mchango huwa tunaketi, na usisubutu kusema kwa zile nyumba kumi, hata unataka fea ya kukuleta wewe utaambiwa unaombaga hongo sasa ki officer, ni wewe unakufa. Kiofisa ni ofisa wa nyumba kumi kutoka katika ofisi ya Rais. Sasa ukufe, utaenda kwa mkutano? Hutaenda. Sasa hiyo ni shida yako. Hayo ndio masaibu tunapitia. Kwa hivyo pendekeza, ungependa waamulike masuala yapi na yapi, na kwa hayo ambayo umepitia? Hayo ambayo nimepitia kabla, hmm, hao wenzangu wengine hawajatawiliwa na wanakijiji kuwa wazee wa mitaa ama nyumba kumi kosmni tunaomba tuweze kupata fidia ya pakiwa, sherehe za kiserikali uhakikishe nyumba kumi zako wamefika stadium na wanakuja na fea zao. Hawa nyumba kumi polisi kumi na mzee wa mtaa na andamano. Kwa hivyo tunaomba katika sherehe za kiserikali aina yoyote ya mikutano ya kiserikali tuweze kupata marufuku Sibabu hata lanchi huwa hatupati kama ulikunwa maji yako, ya maji hiyo ndio utashinda na utarudi. Na ukiangalia ndani ya nyumba, sisi ni watu wa kwenda ile mobile house, unipe viomgo nikuoshe, nikufulie nguo, nifajie nje yako, niende kwa mwingine, na unaambiwa hata zengine, niko na mia na hamsini mia na hamsini, unga ni shilingi saini kilo moja bado, mboga bado, mafuta bado, kuna uko na mtukuu wa CBC.